Uh, jina langu naitwa Dr. Sylvia Mamkwe ni mganga mkuu wa mkoa. Uh, niko hapa kutoa elimu kwa wananchi kwa ajili ya ugonjwa, uh, ugonjwa wa mpox au uh, ugonjwa wa monkeypox. Labda nianze tu kusema kwamba mpox ni ugonjwa ambao unasababishwa na virus. Virus anayesababisha ugonjwa huu ni virus aina ya, ya monkeypox. Uh, ni kundi la uh, virus ambao pia wanasababisha tetekwanga yani chickenpox. Uh, katika nchi yetu uh, shirika la afya duniani uh, mwaka 2024 lilitangaza ugonjwa wa Mpox kama ugonjwa ambao tayari ni, ni emergency. Uh, uh, na ni mlipuko kwa hiyo katika nchi yetu Tanzania, uh, kumi, tatu, uh, ya Tanzania tarehe kumi mwezi wa tatu waziri alitangaza kwamba tayari ugonjwa huu umeingia katika nchi yetu na na sasa, sisi kama mkoa wa Iringa, kutokana na mwingiliano wa watu, hatuna budi kuelimisha wananchi kujikinga na ugonjwa huu. Ugonjwa huu una kama nilivyosema, unaambukizwa na virusi aina ya Monkey Pox, na dalili zake haziko tofauti sana na magonjwa ya tetekwanga, magonjwa labda ya malaria, unajisikia homa unaweza kujisikia mchovu, uh, mwili unaweza kuwashwa au siwashe, lakini baadaye vinatokea vipele ambao vinaanza vipele kama vidogo, lakini baadaye vile vipele vinaendelea kukua na mwisho vile vipele vinajaa maji au usaha. Na hali hii isipotibiwa mapema, huenda ikaleta shida kubwa, kwa sababu inaweza kaenea maeneo yote ya mwili. Na mara nyingi hivi vipele huwa vinaanza kwenye miguu, mikono, uso na kama visipotibiwa vinaweza kuendelea kuenea mwili mzima. Uh, vit, vi, namna gani ugonjwa unaambukizwa? Ugonjwa unaambukizwa kwa kugusana, uh, kukutana na majimaji ya mwili ya mwenzako, aidha kupitia uh, mtu kukohoa wala makohozi, labda amekohoa yakaenda sehemu labda juu ya meza na mtu akaja akashika akaambukizwa. Kwa hiyo ni kama vile ugonjwa ule wa COVID ulivyokuwa unaambukizwa na njia ya kujikinga uh, tunahimiza sana uh, wananchi kujikinga kwa njia zifuatazo. Kwanza kabisa tungependa kila familia iwe na maji tiririka kunawia mikono, kwa sababu ugonjwa huu unaambukizwa sana kwa kushikana mikono, na Watanzania tuna tabia kusalimiana kwa mkono. Kwa hiyo, na, na, naomba sana wananchi kwa kipindi hiki tuepuke kusalimiana kwa mikono, turudi kusalimiana kwa kupungiana. Lakini la pili, iwapo utaona mgonjwa na dalili hizo nilizozisema, hakikisha anawahi kituo cha afya kupata matibabu, na anapokwenda kituo cha afya, kwa sababu ugonjwa huu unakoa, ili uthibitike, lazima utibiwe, uende kupimwa kwenye maabara. Kwa kuwa ujathibitika, hakikisha kwamba unapohisi uh, ndugu yako au mtoto au ndugu wa karibu ana tatizo hili wakati wa kumpeleka hospitali hakikisha kwamba unachukua tahadhari zote, kwa maana kwamba yale malazi anayolalia ule mgonjwa, hakikisha kwamba hamyalali bila kufanyiwa uh, uh, uh, utasashaji kwa maana ya uh, uh, zile nguo zilizowekwa kwenye maji ya moto na deto kama ipo. Lakini uh, yule mgonjwa anapopelekwa hospitalini, tuhakikishe kwamba tunachukua tahadhari kwamba tusigusane naye, au uh, matapishi labda anaweza kuwa ametapika, tuhakikishe kwamba tunachukua tahadhari zote. Na mgonjwa kama huyu ni vema, kama kuna uwezekano uh, kama tutaona anaanza dalili, tumtenge kwenye chumba chake kama ilivyokuwa COVID, uh, mpaka hapo ambako tutakuwa tumempeleka hospitali. Na mgonjwa anapokuwa amekuja hospitali, sisi kama upande wa afya uh, tumejipanga sasa hivi kutoa elimu kwa njia ya vyombo vya habari, kwa njia ya redio, lakini pia tunatoa elimu katika jamii. Na ninavyoongea tayari kuna watu katika jamii, uh, kwa upande wa halmashauri wameshaanza kwenda baadhi ya nyumba kutoa elimu kwa mtu mmoja mmoja. Lakini viongozi wa dini wako hapa, tutaandika barua na wao zile messages pia wazifikishe kwa waumini kama ilivyokuwa kwa, kwa, kwa wakati wa COVID, uh, na, njia pekee na muhimu sana ni kinga, na kinga haiwezi kutokea bila kutoa elimu. Kwa hiyo niombe sana viongozi mloko hapa wa dini, tuendelee kutoa elimu kwa wananchi, tukiwaeleza nini cha kufanya, na pale ambapo hisiwa mgonjwa, tafadhali aripoti kwenye kituo cha afya. Asante, nashukuru. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina, ninaitwa Abubakar Chalamira, kadhi wa mkoa wa Iringa. Sisi kama viongozi wa dini kwanza kabisa tumelipokea swala hili kutoka serikalini kupitia wizara ya afya. Kwanza tumelipokea kama taarifa, taarifa juu ya uwepo wa ugonjwa wa Mpox kwamba umeingia katika nchi yetu, lakini pia vile vile E, tumelipokea kwa maana ya tahadhari na kutoa elimu kupitia majukwaa ya nyumba za ibada. Tunalipokea na tunalichukua na tunawafikishia waumini zile taratibu zote ambazo zimetolewa na Wizara ya Afya, namna ya kujikinga na e, tatizo hili, kwanza kuto kusalimiana kwa kupeana mikono, lakini inapobainika mtu yeyote ana dalili za ugonjwa huu basi ni kuchukua hatua za haraka na mapema kuwahi kwenda vituo vya afya kwa ajili ya kupima na kujiridhisha kuona kama ni kweli ana tatizo hilo, na baadaye ikiwezekana ku, kumtenga yule mgonjwa, si kwa maana ya kwa maana nzuri tu ya tahadhari, kwamba ugonjwa ule usienee na kuwapata watu wengi zaidi. Kwa hiyo niseme tu kama viongozi wa dini, hili sisi tumelichukua na tutalitangaza katika nyumba za ibada. Asante. Mimi naitwa Mchungaji Askari Mgeekwa wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tunafahamu tuna mikusanyiko mikubwa ambayo tunakusanyika mara kwa mara, karibu kila siku, na wakati mwingine kila Jumapili tunakusanyika. Kwa hiyo tunaona jambo hili pia linatuhusu, kwa maana ya kwamba tunahitaji kuchukua tahadhari katika mikusanyiko yetu, lakini pia hata kutangaza kwa watu na kwa watu wengine, na kwa sababu tuna vyombo vya habari pia, tutashirikiana na vyombo vya habari na wengine, ili kupata kuelimisha. Maana wanasema maambukizi sehemu kubwa yanatokana na kugusana, na kama ni hivyo basi hata zile salamu tulizozizoea za kupeana mikono tutapunguza, ingawa ni salamu ambazo zimezoeleka kwa Iringa hii na jamii nzima ya Kiafrika, tumezoea sana kupeana mikono, lakini tutajaribu kuelimishana ili tuliache jambo hilo, tuweze kusalimiana kwa kupungiana tu mikono na kadhalika, lakini tunaungana pia na jambo hili la wataalamu wa afya kwamba tutahakikisha zinapotokea dalili ambazo zinaonyesha kuwa mtu ame, ana dalili za kuathirika akimbizwa hospitalini, halafu kule akathibitishwe kama ni kweli ni tatizo hilo hilo au ni tatizo jingine.